Hiyo ndio katwende moja kwa moja aliko mwenzangu Robert Masai, ambapo Kajiado imekuwa ni mwenyeji wa vijana wasiopungua takriban elfu moja. Vijana hawa wana ile kauli ambao wameweza kuisikia na wanaanza kuiishi, ya kwamba vijana ndio viongozi wa kesho. Lakini je, uongozi wao ni vipi? wanaanzia na pale penye ugatuzi. Je, nafasi ya vijana kwenye ugatuzi ni ipi? Wameshirikishwa ama hawajashirikishwa? Sauti zao zinasikika ama hazijasikika? Wameweza kuteuliwa katika nyadhifa tofauti tofauti za kufanikisha ugatuzi? Na je ni yapi ambayo vijana wanayaona ambayo wanaamini yakifanyiwa kazi, basi ugatuzi utakuwa na faida katika kaunti zetu 47? Kwako Robert Masai. Nama Rashida, asante sana. Bila shaka kama ulivyosema, tunakuja moja kwa moja kutoka chuo cha MTTI hapa Kajiado mjini ambapo vijana takriban elfu mbili kutoka kila pembe ya nchi inazungumzia kaunti zote 47 wamekongamana hapa kuweza kujadili masuala yao na mchango wao katika serikali za ugatuzi. Itakumbua kwamba kuna vijana ambao wamefanya kweli na kuweza kufanikisha malengo mengi. Kwa mfano katika kaunti ya Murang'a tulishuhudia kijana mmoja um, jana akieleza wenzake kwamba aliweza kusaidia ile kaunti kuweza kukusanya mapato ya takriban shilingi bilioni moja nukta mbili na pia kuna wengi tu ambao pia wamehusika katika kubuni sera na masuala kama yale. Ndio maana leo wanajadili masuala ama mchango wao katika serikali za ugatuzi na mbali pia na mchango pia wanajadili zile changamoto ambazo vijana wanapitia hususan um, katika serikali mbalimbali za ugatuzi kuhusiana na maswala ya ajira na mambo kama yale. Lakini Rashid, hamna haja niandikie mate wakati wino upo hapa. Wacha nizungumzie nizungumze na wao nisikie labda kauli zao ni zipi, wamekuja hapa labda kufanya nini. Tukianza na wewe, wewe ndio mwenyeji wa kongamano hili. Je, ukianza kwa jina lako tueleze lengo lenu ni nini nini na mnalenga nini haswa mwisho wa siku? Uh, kwanza kabisa kwa majina anaitwa Milanoi Antonia uh, mimi ni mkazi wa Kajiado County uh, the host of the Second Devolution Festival. Tumekungamana kama vijana kuongelea maswala ya ugatuzi kuanzia uh, mwaka jana ndipo ilianza maswala ya Youth Devolution Festival. Tunaungana vijana wote kwa sauti moja na lengo moja, kuongelelea ugatuzi, the Government services to the county level. Karibuni. Aya, asante sana. Labda wewe tu ukuja hapa hivi. Unanieleza kwamba mmesaidia serikali ya kaunti ya Kajiado kubuni sera ya maji. Hebu tueleze. Uh, mimi kwanza naitwa Caleb. Uh, mimi ni mkazi wa Kajiado na sisi kama vijana wa Kajiado tumekuwa katika upaombele kupigania maswala ya devolution na through that tuliweza kupeleka motion, katika county assembly ya, kutengeneza youth policies pamoja na partners kama Koho na Kawasnet hiyo na, ndio maana tunasema youth devolution uh, festival is a key tool for young people to understand the space that they should be in, in the devolution at 15. For example, leo tukiwa Kajiado, tunafaa kupata sauti ya vijana na vijana wajue wao ndio wanatengeneza 75% of the Kenyan population. Vile vilevile tujieleze katika ugatuzi wetu na kwa counties ya kwamba Oohaya, tukija tu hapa hivi, kutoka kaunti ya Marsabit. Labda vijana wamekuwa wakilalama ho hatujepata nafasi. Taswira ni ipi katika kaunti zetu? Haya, asante sana kwa majina, naita Halima Abdikadir. Mimi ni kutoka mkaaji wa Marsabit County. Na taswira ya Marsabit county vijana wetu kuwa hawakuwa wanapata haki zao wakiwa mashinani. So na, kwa hii devolution itawasaidia ili waweze kupata haki zao, kwa sababu Marsabit ni kubwa sana, na kufika hao wote vijana huku mashinani ni ngumu, lakini kupitia devolution wanaweza pata haki zao kwa usawa eh. Aya, asante sana ndugu, kutoka Pwani tueleze tu kule Mombasa, Kilifi, Kwale, vijana nafasi yenu ni ipi? Kwa jina naitwa Rogers Ngo, spika wa bunge la vijana katika ukanda wa Pwani ama bunge la vijana Coast Region pale Pwani, tuko na county sita na katika hizi county sita tuko na wale the youthful nominated and elected mcas ambao walianzisha kitu inaitwa komca ambapo inaleta vijana pale pamoja kujadili yale masuala ambayo yanahusiana na vijana wao kwa wao tunatunga sheria pale kwa mfano tukienda Taita Taveta kuna the youth service bill ambayo iko inaenda pale bungeni karibuni kupitishwa ili pe ajira na ujuzi zaidi kwa vijana na tukiwa tunakuja hapa kwa youth devolution tunakuja ku-amplify ile sauti ya vijana ambao wametoka katika kaunti hizo zote arobaini na saba ndio ili wapate, wapate kufeel ile devolution imewafikia imewafikia pale mashinani kwa sababu imeandikwa kwa katiba lakini, na mashinani bado hajapatikana. Haya, asante sana. Tukienda kule Nyanza sasa, labda magharibi mwa nchi na Nyanza tukimalizia tu, labda hali ikoje na nyinyi kama vijana, mnajisukumaje kuhakikisha kwamba mnapata nafasi za uongozi pia mnatetea masuala yenu? Uh, kwa majina naitwa Peter Luya natoka Siaya Kaunti, ambapo uh, sisi kama vijana tunajituma kweli kweli kwa mambo tofauti tofauti. Tunajua kwanza kwamba uongozi si ile tu kuchaguliwa, ila kuna nafasi tofauti tofauti kama zile directors ambazo pia vijana tunajiweka strategically tuweze uh, kukuwa mle pia kama counties ambazo zinatoka Lake Region Economic Block, tunajua changamoto moja tuko nayo ni ile ya climate change, na vijana haswa wamejitoa, na katika hii ugatuzi hili Youth Devolution Festival, tunaonyesha jinsi vijana wamekuwa wakiangalia mm -hmm, maneno ya climate change. Tunafanya zile miradi ambazo tunaongea na wakulima waweze kupata uh, mapato mazuri eh, wakati wanapata uh, zile information kutoka kwa met department mm -hmm, wanazitumia kujiandaa ili walime wale. Wavuvi wakienda uh, kuvua uh, pale baharini pia waweze kwenda wakijua hawana hatari zile kwa sababu wamejua jinsi weather itakuwa around. Asante sana, Rashid. Wacha tumalizie tu na huyu azungumzie masuala ya wanawake. Wanawake wamekuwa wakidhulumiwa, wengi wanawawa na masuala kama hiyi, labda hii ni fursa nzuri pia ya kuguzia hilo. Asante sana. Kwa majina naitwa Victoria Adwet uh, na kuongelelea masuala ya wanawake, unapata Devolution Conference kama hii ambayo imeleta youth together is very important because women and girls get to understand where they can come in, how they can complement the government, the inclusivity aspect of it because ukiangalia hata the attendance kwa hii Devolution Festival, wanawake pamoja na vijana wako kwa wingi in, kwa hivyo tuki involve wake there is inclusivity na inamaanisha kuwa whenever we are having our devolved functions then service delivery inafikia mahali inafaa kufikia kwa sababu kila mtu anahusishwa. Asante. Asante sana. Kila mtu akihusishwa kwenye shughuli hii ambayo itakuwa inakamilika hiyo kesho katika ukumbi huu wa Masai Technical hapa Kajiado mjini. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia, naarifiwa kwamba makatibu wawili watakuwa hapa baadaye kuweza kuzungumza na vijana. Jana tu, jana pia tulikuwa na katibu wa vijana Bwana Jacob Fikirini ambapo pia aliweza kuwahimiza tu vijana kwamba waweze kujikakamua na kujitokeza kwa wingi. Kwa hivyo Rashid, ndio maswala ambayo tunazidi kufuatilia hapa halafu tutasema zaidi hapo baadaye, kutoka hapa MTTI kaunti ya Kajiado. Mimi naitwa Robert Masai, kwako kwa Rashid. Na shukran sana Robert Masai, awaambie ongera, ndio nguvu kazi ya taifa letu la Kenya wanapokuwa wanaendelea kuweza kuangalia mustakabali